Kumbe walipokuwa wanasema utakula kulingana na urefu wa kamba, maana yao ni tofauti na wale marafiki zangu walipokuwa wakiitumia haya. Ah, maisha yana mambo bwana. Unajua, kumbe kula kulingana na ule kula kwa urefu wa kamba, maana yake ni kwamba utavuna matokeo sawa sawa na kile ulichokipanda yani, utakula kulingana na urefu wa kamba yeah. Kwa mfano kuna watu leo wanapitia maisha makuwa, wanapitia changamoto, wana give up, of course yeah, usikatai, lakini utakula kulingana na urefu wa kamba hey. Yani ujue kabisa ukichukulia uvivu, ukikata tamaa, ndo hivyo kuisha bali yako kama una, kama unataka kula kwa urefu wa kamba, kama unataka kula kwa urefu wa kamba yako ikiwa ni ndefu basi, hauna bodi kufanya, kama hauna bodi kushughulikia yale ambayo yako mbele yako. Basi mimi ni mwenye kuwasilisha, mwasilishaji wa mada, lakini mimi siku zote huwa ninashare vitu ambavyo vimenisaidia katika maisha yangu. Nasema, tuambie kilichokubadilisha, basi nami najitahidi siku zote niwape kile kilichonibadilisha, sio tupige stori. Kuwa sipendagi sana kupiga stori, napenda sana kuongea kilichonibadilisha. Basi ni sawa, mbona, wakati mwema.